Ndugu zangu wa Tanzania, nahitaji msaada wenu. Yeyote ambaye ana mawasiliano na waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene na viongozi wowote ambao wana nafasi ya kusaidia katika hili, naomba mnisaidie kufikisha ujumbe huu. Lakini pia naomba mfikishe ujumbe huu kwa viongozi wote wa dini zote, maaskofu, wachungaji, mashehe. Naomba mnisaidie kufikisha ujumbe huu, maana unawahusu sana akiwemo Mwalimu Christopher Mwakasegi, Askofu Gwajima, Askofu Dickson Kabigumila, mm, Father Kitima mm, kuna shehe moja nimekuwa nikimfuatilia sana. Si ni shehe gani? Nimemsahau jina. Kwa pamoja ninaomba tulisaidie taifa, lakini pia naomba nitambue nafasi ya mm, wakili Boniface Mwabukusi pamoja na viongozi wa vyama vingine vya siasa kama John Heche na uongozi wake, uongozi wa ACT Wazalendo mzito mm, Kabwe, lakini pia naomba nitambue nafasi za wanaharakati kama Maria Salungi, Mangi Kimambi, Nuluvazi na wengine ambao yamkini wasiwafuatilii. Kwa pamoja, wapendwa, ninaomba ujumbe huu uwafikie ni kwamba wale ambao mmekuwa mkinifuatilia tangu mwanzo, nilishea ujumbe kwa habari ya, kwa, kwa habari ya ndoto ambayo niliona machafuko tarehe ishirini na nne mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na tatu nilipoona machafuko Tanzania, na uzuri nilishea ujumbe huu hata kabla ya hayo machafuko yaliyotokea tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano maana niliona itakuwa ni ngumu watu kuamini nikija kushea ujumbe huo wakati maandamano yalishatokea. Sasa kuna kitu ambacho kimenigusa na nimeamua kwamba ni heri tu kwa pamoja tu. tunaweza kuwa na tofauti zetu kivyama, kidini lakini tuna Tanzania moja na hata kama sisi Tanzania yetu tunaweza tusiwe basi sasa, labda Tanzania yetu isituhusu sana sisi, bado tuangalie hata kwa ajili ya Tanzania ya, ya kesho yetu, ya watoto wetu, wajukuu zetu, maana inatuhusu. Kuna kuna ndoto ambazo, tumekuwa na kikundi cha maombi ambapo tumekuwa tukiomba, na kuna mengi ambayo tu, Mungu amekuwa akituonyesha kwa njia ya ndoto yamekuwa yakitimia. Wale ambao mmefuatilia shuhuda zangu mtakuwa mmeelewa. Sasa kuna ndoto moja ya mwanamaombi mmoja ambaye ameota, ambayo kwa kweli imenigusa moyo na imenistua. Na ameota mara mbili, yani ameota akaamka, alipolala ndoto ikaendelea. Wale watu ambao mnasali na uzuri, Tanzania tumelelewa katika msingi wa Mungu Mnaelewa ndoto za aina hiyo, yaani kwamba umelala ukaota ukaamka ukalala, ndoto ikaendelea. Mara nyingi hizo ndoto zina maana sana. kwa mmeota, kuna machafuko makubwa, watu wanakabidhiwa silaha, lakini pia kuna ndugu yake akapigwa risasi, lakini pia kukawa na jeshi lingine ambalo sio la Tanzania na lenyewe lipo. Haya mambo tunaweza tusielewe sana, lakini kuna vitu huwa mm, vinatimia. Unajua, huwa ninaogopa sana jambo ambalo linaanzia rohoni, yani mnaanza kuona matukio yake kwa njia ya ndoto, kwa njia ya nini, kabla hajatokea, alafu yanaanza kutokea hayo mambo, au hilo jambo linakuwa na ukubwa zaidi, ko ndio maana nimeona kwamba kuliko kujikuta kwamba tumebezi kwenye tofauti zetu, na mwisho wa siku tukaenda kuharibikiwa, ni heri angalau tuangalie hata kesho ya watoto wetu, kama sisi haituhusu sana. Wito wangu ni nini? Wito wangu ni kwamba tuitishe maombi ya kitaifa sisi kama taifa la Tanzania. Maana iko hivi, kuna mambo ambayo mwanadamu unaweza ukashughulikia kwa miaka mitano lakini mkimkabidhi Mungu anaweza akashughulikia ndani ya siku moja au ndani ya siku tano. Mnajua mm, tunatofautiana mambo ya imani lakini hiyo haizuii kutomtambua Mungu, nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. Mfano mimi mwaka jana mwezi wa tisa nikiwa South Africa ambako nilienda baada ya ndoto ya kwamba nimemwona Renard Bonke kwenye utumishi wangu, kwamba ninaenda ili kwa ajili ya mambo matatu. Naomba nisiyataje kwa sababu ya muda. Hiyo ndoto ndo ikaniongoza kwenda Uganda, kwenda South Africa. Nikiwa South Africa, nikaota ndoto kwamba ninakuja Marekani, na kweli mpaka muda huu niko Marekani. Kwa hiyo kuna ndoto ambazo zinakuwa sio tu ndoto bali zinakuwa na utimilifu kwa hiyo hii ndoto imenigusa sana ya machafuko na kuna wakati ambapo machafuko yakitokea Tanzania, mm, hakuna ambaye atakuwa salama, bali wote tutahusika k kuna wakati ambapo kwa pamoja, pamoja na kwamba tumetofautiana katika mengi, lakini kwa pamoja niseme hivi kwamba inawezekana, inaweze sisi tusiweze kuelewana lakini tukienda kwa Mungu, Mungu ambaye ni mhukumu wa haki anaweza akatusaidia, anaweza akatusaidia. Ninaomba mm, unajua, haya maandiko hayapo tu kwa ajili ya kutupeleka mbinguni, vitabu hivi vya dini yapo pia kutupa hekima za duniani, maana kuna matukio mengine ambayo yamo humu ukiyasoma yanakupa experience ya maisha, yanakupa experience ya kile ambacho watu walikipitia na wakapata majibu kupitia njia fulani, na wewe unaona kabisa unalolipitia ni kama walilopitia wao. Kwa hiyo inakupa hekima fulani mm. Nimekuwa nikisoma maandiko sana, naomba nimrejee kwa ufupi nimrejee kwa ufupi Musa. Lakini kabla sijarejea Musa, naomba nitoe ushuhuda mmoja kwa ufupi sana kwamba mm, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili nikiwa na miezi mitatu kwenye ndoa, mke wangu siku moja tumetoka kanisani, akasema ajilaze kidogo kupumzika. Basi alipokuwa amejilaza, mara akaona kisu, mkono umeshikilia kisu na kuja kumchoma ni kama yuko kwenye njonzi fulani, basi ile anataka kupiga kelele akazinduka. Basi kesho yake tukaingia kwenye ugomvi ambao hatujawahi kuona ugomvi, uliopelekea yani kutofautiana pakubwa, kiasi kwamba tusingekuwa na ushuhuda wa kimungu wa namna tulivyopatana kwenye ndoa, sidhani kama hiyo ndoa ingekuwepo hata leo. Maana ilifikia mahali kwamba akawa nikawa natamani kumpa nauli arudi nyumbani, na yeye pia anatamani nimpe nauli arudi nyumbani. Lakini kwa sababu alikuwa ametangulia kuona hicho, ikanipa mzigo. Ikasema, nikasema kuna wakati ambapo mnaweza mkapitia kitu kumbe kuna chanzo rohoni, kwa hiyo ikanipa muda wa kuomba kumlilia Mungu. Nakumbuka siku moja siku ya tatu hivi, nikiwa chumbani ninaomba, na hatuongeleshani mm, nikiwa ninalia ninaomba, mke wangu akaja chumbani, naye naye akaanza kulia, tukaanza kuomba pamoja, tukaanza kuomba pamoja, tukaanza kuomba pamoja. Yaani tokee elfu mbili na ishirini na mbili, ndoa yetu imekuwa ya mfano, mpaka kanisani wamekuwa wakituita wapenda nao. Mimi nasali AICT cha ng'ombe, ya, ya Dar es Salaam napotoka Nema Gospel kwaya na ya si cha ngombe kwaya kwa nini ambacho manake hicho kisu. Aliamini hiyo njozi aliyoiona ndotoni ilikuwa na maana kubwa. Inawezekana hiyo vita au huo ugomvi uliotokea kwenye familia yetu ulikuwa sio tu wa kawaida, ila kulikuwa kuna nguvu nyuma. Kwa kadhalika na hiki ambacho tunapitia Tanzania, inawezekana kabisa tukadili kimwili lakini kumbe kuna chanzo rohoni, keni heli. Hata kama hatuamini wote mambo ya rohoni, lakini kwa imani ya watu wachache tunaweza kuliponya taifa letu. Tunaweza tusiponye taifa letu kwa misingi ya vyama vyetu, kwa misingi ya, kwa misingi ya zingine, lakini kwa kumtegemea Mungu ambaye hata kwenye serikali tumekuwa tukiapa kwa Kurani kwa Biblia, maana yake tunatambua uwepo wa Mungu. Mungu anaweza akawa na majibu na taifa letu. Huo ndio wito wangu. Mimi naweza nisiwe na sauti ya, kwa, ya kufanikisha hili, lakini kwa umoja tunaweza tukalifanikisha na kuliponya taifa. Inawezekana kabisa tusiwe na majibu sisi kama raia nyie kama viongozi wa serikalini, viongozi wa wa dini, lakini Mungu anaweza akawa na majibu na taifa la Tanzania. Kwa, kwa pamoja, hili taifa linatuhusu, hili taifa linatuhusu. Kwa umoja wetu naomba tusimame, lakini pia ninaomba, ni wito wa kila mmoja mmoja, pia ambaye atasikia ujumbe huu, pata mzigo wa kuomba. Sitaki niongee kwa urefu sana lakini inaomba ni sio kwa nia ya kujifu, yani kutaka kujinua au kwamba kutambulika, lakini nataka tu niseme hii kwa nia njema. Usiku usiku, sasa hivi ni saa kumi alfajiri, lakini tangu juzi sijapata nafasi ya kulala nilitegemea kwamba mchana wa jana nipate muda wa kupumzika lakini, na wenyewe nikajikuta niko bize na mpaka muda huu ambapo ni saa kumi alfajiri, manake siku ya pili sijapata muda bado wa kulala. Na sio kwamba ninafanya kazi nyingine yote, bali ninaomba kwa ajili ya taifa, ninaomba kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo mzigo huu tukiubeba kwa pamoja, viongozi, wananchi, watumishi wa Mungu, kuna mahali ambapo taifa litapona. Mm, wale ambao mmekuwa na historia za mataifa mbalimbali mbali. kuna kuna watu ambao walisimama na Mungu na wakabadilisha mataifa yao. hata kwenye nimekuwa nikifuatilia kwenye harakati za kudai uhuru Tanzania. Pia kuna wakati ambapo waliitisha maombi, kipindi cha Mwalimu Nyerere, pamoja na Waislamu wakaungana kwa pamoja, maana tuna dini tofauti, lakini tuna taifa moja. Lakini pia kuna mtu mmoja mfano John Knox wa Scotland alileta mabadiliko kwenye taifa. Kuna watu watumishi mbalimbali mbali. kuna mfano utajiri wa Dangote, nyuma yake kuna ushuhuda wa mtumishi mmoja anaitwa Benson Idahosa kwa kuna mchango mkubwa wa Mungu kwenye maisha yetu hata kama tunaweza tusiwe na imani moja. Ninaomba, kwa hilo, naomba nihitimishe hivyo kwamba hebu tuangalie, inawezekana ikachukua muda, lakini angalau kama inawezekana, hata kuanzia kwenye mkesha wa kuingia mwaka mpya, tupate tuwe na siku tatu za kuomba kama taifa kuanzia hiyo tarehe thelathini na moja na kuendelea tukautumia huo mkesha wa kuingia mwaka mpya kwa maombi mbele za Mungu, tukaendelea mpaka tarehe mbili au tarehe tatu. Unajua kuna wakati ambapo, naomba nisome hili andiko.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 ko ni ngumu sana kuongoza taifa ambalo watu wake wana uchungu moyoni, lakini pia ni ngumu sana kuwaongoza watu wewe ukiwa na uchungu moyoni. Lakini ukiangalia watu ambao mnasoma Biblia kwenye kitabu cha Ayubu, Ayubu walikuwa na marafiki wanne ambao walikuja kumtembelea, lakini kati ya hao watatu walipewa adhabu na Mungu, lakini kuna rafiki mmoja Elihu, ambaye alikuwa mdogo kuliko wote hakupewa adhabu. Mtafuatilia kwa nini. Kuna namna ambapo alikaa akawasikiliza hawa wanavyosema, lakini yeye akatumia hekima aliyonayo, lakini pia akamlejea Mungu alivyo, akajikuta ametoa ushauri mzuri kwa, kwa Ayubu na akamlejea Mungu kwa uzuri, licha ya udogo wake kwao. Kuna wakati ambapo Mungu anaweza akatumia hekima ya mtu mdogo akaliponya taifa. Mungu alisaidia taifa la Tanzania. Ninaomba niombe na mnisaidie kufikisha ujumbe huu. Mungu uliye hai, ninasema asante kwa neema yako. Tunahitaji kuona taifa la Tanzania likivuka kwenye wakati huu, lakini kwa akili zetu hatuwezi. Tunakuhitaji wewe, Mungu fanikisha haya maombi ya kitaifa, ambayo inawezekana kabisa. Tunaweza tukahisi kama haiwezi kusaidia, lakini kwako kuna msaada. Kila ambacho tunaweza tukakidai tuka kwa miaka mitano miaka kumi, we unaweza ukakifanya kwa miaka kwa siku tano au siku kumi au siku moja. Saidia e, Bwana. Ninaomba Mungu wetuliye hayo, umesema Bwana tu, tuombe. E Bwana, ninaomba Bwana kwa ajili ya viongozi wote wa kitaifa. E, Bwana wa dini na kiserikali. E Mungu liye pamoja na wananchi wote. Mungu utusaidie, hekima yako iamue taifa hili. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Mungu atusaidie. Nitashukuru kuona kuna kitu kimefanyika, lakini katika yote upendo ni silaha kubwa sana, inaweza kujenga taifa kuliko chochote naamini mm. Tumepitia wakati mgumu kama ambapo watu wengine kwenye Bibilia tuliona walipitia, mfano Stefano, lakini bado alisema Baba wasamehe, maana hawajua walitendalo. Kwa hiyo msingi wa maandiko unatukumbusha kwa habari ya kusamehe, na haijatoa kiwango kwamba ukifanyiwa hili usisamehe. Kwa hiyo Tutalijenga taifa letu kwenye msingi wa upendo na msamaha. Amen.